Uhali gani mpenzi mtazamaji wangu wa afya update, nami ni Dr. Chilo, ni kukaribishi kwenye kipindi chetu ambacho tunakuwa tunazungumzia masuala ya afya ya mwanamke, ya baba na watoto na lishe pia kwa ujumla. Leo tunakuja kuzungumzia kwa nini baadhi ya wanawake wanakuwa nakutana na hali ya kupata majimaji ukeni yasiyo ya kawaida. Majimaji haya yanakuwa yanaleta changamoto sana kwa mabinti kwa wamama ambao, e, si hali ya kawaida wanaona kwenye nguo zao za ndani, unakuta kuna hali ya majimaji ambayo wengi unakutana yanakuwa na harufu. Kwa kipindi cha, cha hezi, mwanamke baada ya kumaliza siku za hezi au zi, siku zile za damu, anatakiwa awe ni mkavu, yaani kusiwe na aina yoyote ya damu au aina yoyote ya maji au ute mpaka tena siku itakayofika zile za ovulation. Siku ya ovulation tushaelezea kwenye vipindi vilivyopita, ovulation ni siku ya yai linatoka. Kuna kunatoka aina fulani ya ute, ute mwepesi ambao unakuwa ni clear kama ute wa yai, yani ukipasua lile yai, ule ute mweupe unavutika, uko clear, hautoi harufu ute huu unakuwa ni wa kawaida na ute ambao unamaanisha kwamba mwanamke huyu yuko ana afya njema ya uzazi. Lakini ikitokea umemaliza siku zako za hezi, halafu kunakuwa na matone matone kidogo ya majimaji maji kwenye nguo yako ya ndani, yanakuwa na harufu, uh, pia unaweza ukawa unapata pia na mwasho. Je, yeah, hii ni dalili ya ugonjwa gani? Moja kwa moja, ukiwa na dalili hii kwamba unatoa majimaji hayo, ni bacteria vaginosis. Yani bacteria vaginosis ni hali ya uke, huwa unalindwa na bakteria ambao, kuna bacteria uh, au microorganism ambao wanaitwa normal flora, unakuwa na bakteria una na kuna na fungus na normal flora. Kimoja kikizidi, kama fungus wa kizidi, basi mtu huyu tutasema kwamba ana ugonjwa wa fungus. Ndipo ataweza akawa anaona ute ute au uh, uchafu ambao unakuwa kama maziwa mtindi, e, maziwa mtindi ambayo yameganda, kwa hiyo unakuwa ni uzito uzito zaidi. La, tunasema huyu mwanamke ana ugonjwa wa fungus. Lakini sasa si hayui kama ile ya, ya fungus kwamba yana uzito, yaani ule uchafu unakuwa kama una uzito huu unakuwa ni mwepesi na ni majimaji yanatoka ukeni, basi namna hii inakuwa ni Bacterial Vaginosis, uwiano wa bakteria wanakuwa wamezidi. Je, inatokana na nini? Kwa nini kwenye via vya, vya mwanamke bakteria wakazidi? Wakizidi inakuwa ni ugonjwa na wakipungua wakazidi fangasi, pia ni ugonjwa. Vitu vinavyoweza kusababisha mwanamke kiwango cha bakteria wakawa wengi na tukaita bakteria ba, Bacterial Vaginosis ni, baadhi ya wanawake wanakuwa wana tabia ya kujiingizia vitu ambavyo havitakiwi, kama kujichezea na vidole au uh, vitu vingine vya plastiki maeneo ya uke. Kwa mara kwa mara, huwa inasababisha hali hiyo ya kuwakandamiza ku, uh, au kuwaua wale bakteria wanaokuwepo na kusababisha bakteria wakazaliwa wengi zaidi kwa ajili ya kulinda yale madhara yanayokuwa anatokea kwa kujiingizia vidole au vitu visivyo husika maeneo yayo. Kitu kingine, baadhi ya wanawake wanaosha uke wao kwa kutumia sabuni au manukato ambayo yanakuwa yana tindikali kali ambazo zinaenda kusababisha wale ambao bakteria wakazidi au wanaenda kuua wale fangasi ambao wanatakiwa kwenye kiwango sahihi. Mwisho wa siku bakteria wanakuwa wengi na kusababisha hiyo hali ya bacterial vaginosis. Mwingine mwanamke ana trend, au ana ana ana, ana, ana kawaida atakijisikia tu ugonjwa ugonjwa fulani, ana meza tu antibiotic jinsi anavyojisikia bila ushauri wa daktari. Kwa unavokuwa una meza hizo bakte, antibacteria au antibiotic Mtu anajisikia tumbo linauma, anatafuta tu, anameza fragile ni antibiotics. Kwa hiyo zikiwa zinazidi kuendelea kwenye, kwenye mwili wako unameza tu nameza jinsi, pasipokuwa na utaratibu maalum, mwisho wa siku unasababisha wale bakteria wazuri walioko kwenye eneo la uke wanao pia wanakufa. Basi wakifa, nayo inakuwa inasababisha magonjwa mengine. Kwa hiyo ni lazima kutumia vitu sahihi kwa ajili ya kujisafisha tunamshauri mwanamke kama uko kwenye kujisafisha basi osha uke wako na maji safi mengi pasipo kutumia sabuni zenye viambata vikali. Kwao kuna wanawake ambao wanatumia e, mpaka limao. Kuna wengine wanatumia e, spray maeneo ya uke au wizi manukato wanapaka manukato eneo la uke, kwa hiyo mwisho wa siku inakuwa inaleta changamoto sana kwenye maeneo yetu ya viz, kwenye vizazi. Kwa hiyo mwisho wa siku ndio hali hiyo inaweza ikawa inazipelekea mwanamke huyo akawa anaona anaona hiyo dalili ya kutokwa na majimaji ukeni, na mwingine ni kutokuwa na uwiano sahihi wa hormone tunasema uh, hormone imbalance pia inaweza ikasababisha huyu mwanamke akawa anapata hiyo changamoto ya kutokwa na maji maji ukeni. Okay. Nini cha kufanya kama changamoto hiyo imekuwa kubwa, unashauriwa kufika kwenye kituo cha afya, au wasiliana nami Dr. Chilo kwenye au ka comment kwenye YouTube then nikakushauri nini cha kufanya na hali hiyo hiyo ikaisha kabisa. E, kwa ushauri wa jumla Tumia maziwa mtindi angalau asubuhi kijiko kikombe, eh, kiko kimoja na jioni kikombe kiko kimoja, hali hiyo ina, ina, inaweza ikaisha. Kingine, kunywa maji ya kutosha eh, kwa siku. Epuka kulala na nguo au nguo za ndani ambazo zina material ya plastiki au nailoni. Usi, usikae na nguo ya ndani kwa muda mrefu sana inaweza ika hizo ni vitu ambao vinapelekea hali hiyo ikawa inatokea mara kwa mara usimeze antibiotiki aina yoyote pasipokuwa na ushauri wa daktari usizoe kumeza tu dawa kwa sababu ninajihisi kumwa kitu fulani basi nitameza tu dawa pasipo kufata ile dozeji maalum ambayo unashauriwa na wataalamu wa afya mimi ni dr chilo kwa leo nilikuwa nazungumzia namna mwanamke unaweza kujizuia kutokutupwa na maji yenye harufu mbaya ukeni, ambayo maji haya huwa yanatokea sana sana baada ya kushiriki tendo la ndoa. Unakuta kuna maji yanatoka yenye kuwa na harufu mbaya. Nataka tu kuku update kwenye hicho basi, zingatia. Kesho tukutane kwenye kipindi kijacho, tutazungumzia mada ambayo itaweza kukusaidia kuku update kwa afya njema zaidi. Bye bye.